Mamlaka mamlaka imetoa maelekezo mamlaka imetoa ufafanuzi na mamlaka imemaliza kila kitu. Sisi cha kwanza ni kuheshimu maelekezo ambayo yametolewa na mamlaka, lakini pili ni kusubiri maelekezo zaidi kutoka kwenye mamlaka. Mamlaka imeweka wazi ya kwamba mchezo wetu uliokuwa uchezwe tarehe nane utapangiwa tarehe nyingine. Sisi Simba Sports Club ambao ni watu smart na sana kwenye kufuata miongozo ya mamlaka. Jukumu letu ni kusubiri tarehe mpya, na tayari bodi ya ligi ambayo inaongozwa na viongozi waadilifu viongozi makini wenye, wenye ubora na utaalamu wa kuendesha ligi ya Tanzania wametoa maelekezo ya kwamba wataupangia mchezo wetu tarehe nyingine. Sisi jukumu letu la msingi taifa kubwa Simba Sports Club ni kusubiri tarehe mpya ya mchezo wetu dhidi ya mtani wetu na kwa sasa tunaendelea na hiki ambacho kiko mbele yetu. Ambacho kiko mbele yetu ni mechi ya tarehe kumi na moja, mechi ya tarehe kumi na nne, mechi ya tarehe mbili, hapo nazungumzia robo fainali ya kombe la shirikisho Afrika, na mechi ya tarehe tisa, robo fainali ya kombe la shirikisho Afrika. Haya, kwa sasa ndiyo vipaumbele vyetu kwa sasa. La tarehe nane, tunasubiri maelekezo kutoka bodi ya ligi Tanzania. Ahmed, Ahmed, Ahmed, uh, uh, jana ndo cha wao kuja kwenye wow. Hatujajua eh, dhamira yao ilikuwa ni nini kuja. Dhamira yao wanasema walikuja na timu yao kwa vipi kipigwe pale pale kwa sababu ile uwanja wao kwenu mmefanyia mazoezi mm vya kutosha. Kwa hiyo hamtakuwa na kisingizio tena cha kukimbia. Ndio dhamira yao ambayo walikuwa wamesema. Ndio dhamira ya wao kuja Bunju. Eh, sababu gani imekuja na timu ilikuwepo mbele. Bahati mbaya wa kuwakuta kwa kujia... hiyo walikuja tucheze mechi saa 6 mchana.